Katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, vikundi vya kijamii Ebeneza Green Group na SK Saccos nchini Tanzania vinachukua hatua muhimu kwa kushirikiana na shule za msingi katika upandaji wa miti maeneo wa yaliyo wazi. Hatua hii inatoa taswira ya ushirikiano wa pamoja kati ya jamii, taasisi za kifedha na sekta ya elimu katika kulinda mazingira na kukuza ufahamu kuhusu umuhimu wa miti katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi katika hatua ya kwanza ya kukabiliana na mabadiliko tabia ya nchi Ebeneza Green Group na SK Saccos za Same mkoani Kilimanjaro mnamo tarehe 5 Juni 2025 wametoa na kupanda miti elfu mbili katika eneo la shule ya msingi Ishinde wilayani Same. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, balozi wa mazingira na mkurugenzi wa Ebeneza Green mkoa mkoani Kilimanjaro, Rafael Mbonea Mrutu, amesema wameanza katika hatua hiyo kutoka na eneo kubwa la Ishinde kuwa wazi na mmomonyoko mkubwa wa udongo na zoezi la leo la upandaji wa miti, tulichagua tupande miti ya kivuli hapa shule ya msingi Ishinde kwa kuanzia tu. Tunaita phase 1 lakini phase 2 itakuwa ni miti ya matunda. Kusudi ya project hii kwamba eneo hili ambayo naomba mpia la na kwa wani, kwa hiyo tume tumeamua tuwaenzi wazee wetu waliopita kwa vitendo kwa kupanda miti kwa sababu akati uh, tunakuwa tulikuwa tunavuta miembe lakini pia ni parachichi ambao wamepanda wazee wetu wetuala ile miti ikafa, lakini tukaona sasa tukawaenzi wazee wetu kwa kupanda miti, na baadaye pia tutapanda pia majani kwa ile ile ambalo tuko na Ishinde. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ishinde Erika Amosisaya amesema amepokea kwa mikono ya shukrani zoezi hilo ambalo ni kwa ajili ya ustawi wa Tanzania, kwani mabadiliko tabia nchi yanapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Leo tuna furaha kubwa sana kwa ajili ya tukio hili kubwa la utunzaji wa mazingira. Kipekee kabisa nirudishie shukrani zangu kwa duku hili la Ebeneza Green ambao wametupatia miti takribani miti elfu mbili kwa ajili ya kuotesha katika mazingira yetu ya hapa Shule ya Msingi Ishinde. Tunawapongeza sana na tunaendelea kuwatia moyo waendelee kuwa na moyo huo huo wa kutunza mazingira. Meneja wa SK Saccos Elvera Ambros Mdee amesema katika kikundi hicho kilichoanzishwa mwaka elfu mbili na mbili na chenye wanachama wanaokaribia elfu kumi kimekuwa kikiunga mkono juhudi za wadau mbalimbali, kwa namna moja au nyingine, wanashiriki kutunza mazingira. Wito wangu kwa wakazi wa wilaya ya Same na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla, Tuunge mkono juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu marilu Mama Samia Suluhu Hassan. Tujikite kwenye kuhakikisha tunalinda mazingira na kuyaboresha mazingira. Tutaboresha mazingira, tujitahidi kuhakikisha kwenye tunapanda miti kwenye maeneo yanayotuzunguka, kwenye mitaa na inayotuzunguka, tupande miti na kusapoti pia ambao wanajitahidi wana, wana kufanya hizi shughuli za kuuza kupanda miti, lakini pia tutumie nishati salama. Nishati salama ni, ni, ni mpango kabisa wa serikali yetu, na mama tumeona amekuwa akitoa majiko hata kwa wanawake hata bure, kuhakikisha watu tu wanatumia nishati salama ili kuepuka kukata miti. Miti ikikatwa miti ikikatwa, na inafanya mazingira yanaharibika na, ya na ile hewa inaimika kwa hiyo mvua zinakuwa zinyesha. Kwa upande wao washiriki wa, wa zoezi hilo lililofanyika katika viunga vya wilaya ya Same wanasema wao ni sehemu muhimu katika kukabiliana na, na mabadiliko tabia nchi kuwa watu wa kushughulisha sana na kwa sababu tunajua mazingira ni hai, tukitunza mazingira tunaweza kupata maji kwa urahisi. Tukitunza mazingira kaza katika eneo hili ambalo lina msongamano wa watoto na watu wengi, kunakuwa na hewa safi ambayo inaweza kufanya mtu akawa, akafanya shughuli zake bila kuwa na shida kwa sababu ya, ya afya ya mwili kutokana na hewa nzuri na mimi. Yanayonikubali sana mependa mama naboresha mazingira yetu nayaweka mazingira yatati, nataka katika sehemu ni sehemu nzuri aua tuegeza mazingira na kaya yanakua na utaratibu mzuri ambao kila mmoja moja, hapa sisi tumeamua kuboresha mazingira yetu, tufanye mazingira yawe mazuri, kwa sababu hii shule yetu kwa kweli hapa kuna uchache sana wa miti, tumeamua kupaboresha kwa sababu siku hizi tuna maji, tumeletewa maji hapa. Tumeamua tufanye tuboreshe mazingira. Hii miti kwa kweli itatusaidia kwa sababu hapa ni pakame. Kama shule kama hii haina miti, watoto watapata pa kupumzika, watoto watapata pa kucheza vizuri. Kwa hiyo tumeamua kwamba tuboreshe pawe kama Kilimanjaro kweli. nasomea shule ya msingi Ishinde. Nawashukuru kwa kuja kwa kutuletea miti ili Vi. Ya upandaji wa miti unaofanywa na Ebeneza Green na SK Saccos una ulinganifu mkubwa na kampeni ya Rais Samia Suluhu Hassan ya matumizi ya nishati safi. Rais Samia ameanzisha mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi kwa kupikia, madhumuni yakiwa ni kupunguza utegemezi wa nishati za jadi kama mkaa na kuni ambazo husababisha uharibifu wa mazingira na madhara kwa afya. Mkakati huu unalenga kufikia asilimia 80 ya Watanzania kutumia nishati safi ifikapo mwaka 2034.

Kwa kushirikiana na shule za msingi katika upandaji wa miti, vikundi kama Ebeneza Green na SK Saccos wanachangia katika juhudi za kulinda mazingira na kupunguza uharibifu wa misitu, jambo linaloendana na malengo ya Rais Samia ya kupunguza matumizi ya nishati zisizo salama na kutunza vyanzo vya nishati mbadala. Kwa pamoja, juhudi hizi zinadhihirisha ushirikiano wa jamii, taasisi za kifedha na serikali katika kutekeleza mikakati ya kitaifa ya kupambana na mabadiliko ya tabianchi na kukuza matumizi ya nishati safi.